Nafikiri kwa namna ambavyo namtazama ni zaidi ya Fabrice Ngoma, kwa sababu Ngoma alikuwa bora sana kwenye namna ya kupiga pasi, lakini kitu ambacho Alassane Kante iko nacho ni usahihi wa kupiga pasi, lakini pia uwezo wa kuilinda back four, amekuwa bora sana. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri Simba waliona jicho la mbali sana kuachana na Fabrice Ngoma ambaye jiyake ilikuwa imeenda, na kwenda kuleta mbadala ambaye amekuwa sio tu ni bora kwenye kila mchezo, lakini unamuona pale anapopewa nafasi bila kujali amekuwa apate nafasi, anakuonyesha kitu bora. Kwa hiyo kuna namna pia ambavyo inamuia ugumu Yusuph Kagoma kwenye namna ya kwenda kuanza mbele ya Alassane Kante tunakoendelea. Kwa nini? Kwa sababu amekuwa mchezaji ambaye ana mambo mengi ndani ya uwanja, atajaribu kumpa mwalimu kile ambacho anakihitaji, anafanya kwa uwezo wake. Hawa ndio wale wachezaji ambao hawafungi, si wachezaji ambao wanatoa sana sisi, lakini baada ya da dakika tisini ubora wao unabaki kuwa pale pale, ama wao ndo wanakuwa engine ya mpira, kwa maana ya kuamua nyakati gani ambazo timu inaenda kwa timu pinzani, nyakati gani ambazo tunajilinda, nyakati gani ambazo tuna possess. Simba alifanikiwa na, na inawezekana wakati Ahmed Ali anajitamba uh, inawezekana kuwa na imani kubwa sana kama Alassane Kante anaweza akamwaminisha kile ambacho alikizungumza lakini hadi hivi sasa, sio tu Ahmed yali anajua kwamba walipigwa bali kila mtu anajua kwamba Yanga waliingia chaka, na hii nakuja baada ya kuona mchezaji ambaye alipewa matarajio makubwa sio tu acheze, lakini amepotea hata kwenye ile la imani ya kupewa hata imani ya dakika kadhaa kuweza kucheza, kwa hiyo nafikiri Simba amefanikiwa kwenye hilo, kwa sababu toka darasani Kante ameaminiwa kupewa nafasi, amekuwa akionyesha uh, kwa nini mimi nilistahili kuja kwenye kikosi cha Simba, kwanini, uh, viongozi, kwa nini eh, viongozi waliona kwamba nina kitu ambacho naweza nikaja kukiongeza kwenye kikosi chao. Kwa hiyo nafikiri ni sahihi kabisa kusema kwamba kuna mpenzani ambaye aliingia, kuna chenga ya mwili ambayo <laughs> mtu alilamba nyasi alafu watu wakapita hivi. Nafikiri ukirudi misimu kadhaa Uh, Simba ilikuwa ina misi mchezaji aina ya Alassane Kante. Utarudi kwenye misimu ambayo kina Nasoro Kapama alikuwa anatumika kama mbadala wao, wachezaji ambao kwa kipindi hicho walikuwa bora kwa maana kina James Kotei, eh, kina Gelson Faga. Baada ya hapo wachezaji ambao wamepita kuwa kwenye kiwango bora sana. Lakini pia na engineer Tadeo Rwanga. Lakini baada ya hapo Simba ni kama iko na struggle sana kwenye ile eneo, kwa hiyo kwa msimu uliopita akampata Yusuph Kagoma, of course kwa daraja la bora alionao aliweza kufanya kwa uwezo wake, lakini kitendo cha Simba kumuongeza Alassane Kante, nafikiri wameongeza silaha nyingine ambayo sio tu ni bora kwenye kuzuia, ni bora pia kwenye kupiga. Uh, usahihi wa pasi moja kati ya kitu ambacho yuko nacho ni uwezo wa kupiga mipira ya masafa marefu, ana uwezo wa kufanya hivyo. Lakini ehe, yani pasi lula pigwa sentimita arobaini kwenda ku, ku, kwa mpinzani na inafika pale ambapo anahitaji, lakini pia uwezo wa kupitisha mipira kwenye maeneo finyu amekuwa bora sana. Kwa hiyo kwa namna ambavyo nimemtazama, nafikiri hizo ni mita 40 hizo bana <laughs> watu sije wakashangaa bana <laughs> mita 40. Kwa namna ambavyo nimemtazama, sitaki kumtoa kwenye kikosi Yusuph Kagoma, lakini kama kocha na jicho la kuona kile ambacho mimi nakiona basi pacha ya Alassane Kante na Nabi Kamala. Itaisaidia sana Simba mechi za mbele na misimu ijayo. Kama kocha na jicho la kuona kila ambacho nilikiona hususan ni kwenye mechi ya JKT Tanzania. Basi pacha inaostahili kuanza kwenye kikosi cha Simba ni Alassane Kante na Nabi Kamara. Kwa nini? Kwa sababu ukiwa na Alassane Kante atakupa uhuru wa wewe kutembea kwa maana kwa prime mpira kitu ambacho Nabi Kamara anakifanya kwa asilimia mia moja. Kwa maana atampa usahihi wa kuilinda back four and then pia usahihi wa kumpa pasi ambayo yeye atakuwa. Kwa hiyo kama kocha ataamua kwenda na mfumo wa 4231 anaweza kumtumia Alassane uh, Kante kama sehemu ya wale ambao watakuwa na mlinda mlinda mlango kwa maana, kwa maana Kamara ama ama, uh, Selemani kwa maana uh, Yakubu Suleimani. Kwa hiyo kwenye eneo la juu nafikiri kwenye mchezo uliopita Jaisha Lea wa Nabi, kwa maana uh, Morris Abraham, lakini pia uh, Elim Panzo alionyesha kiwango bora sana. Hiki kinachobaki ni kwamba na ninachokiona pia ni kwamba kocha anajaribu kutaka kutengeneza vikosi viwili. Unajua, kitu ambacho kilikuwepo msimu uliopita nilikuwa nazungumza kwamba kukuwa na reaction ya kikosi ambao wanakuwa na wachezaji wenye ubora wa kufanana. Lakini pia ni vyema kusema hata kocha ambaye alikuwepo msimu uliopita akuwa anatoa sana imani kwa wachezaji. Unajua unapokuwa unatoa imani kwa wachezaji unamjenga pale ambapo utamkosa yule main character kwa maana yule mchezaji wako wa kwanza. Basi huyu anaweza kavivaa viatu asilimia hata themanini na akakupa kitu bora. Nafikiri na thibitisha hilo kwa mchezaji kama Wilson Nango. Kocha angeweza kwenda hata na Shamuka Rabwa, lakini pia angeweza kwenda hata na uh, Abdulaziz Hamza ambaye amekuwa na hajaonekana kwa muda mrefu si? Majeruhi kwa sasa. Majeruhi. Lakini ameamua kuwa anatoa imani kwa Wilson Nangu kwa sababu anamjenga Lucien Deroku wa baadaye. Anamjenga Ishamu Karabu wa baadaye, si ndio? Kwa hiyo umeona hata kwenye eneo la ushambuliaji wa Simba kuna Telemani Gomez mwalimu, kuna Jonathan Soa, Steven Desemkwala. Lakini tazama kwenye mchezo uliopita, ameanza Steven Desemkwala dakika 45 akamaliza Jonathan Soa. Na usishangaye mechi ijayo Ukamwona Selemani mwalimu anaanza, alafu dakika arobaini na tano akamaliza mtu mwingine. Kwa nini? Kwa sababu anataka kutengeneza balance ya kikosi chake. Ili ninavyomkosa Jonas Sosa akiwa majeraha, naamini kabisa Selemani mwalimu atanipa kila macho nakihitaji. Kwa hiyo nimejaribu kumtazama kwenye mchezo uliopita wa JKT Tanzania na nikaona kabisa ile ndio mechi ambayo ilikuwa inatoa taswira ya kikosi cha kwanza cha Dimitri Pentiu tunakoendelea. Turudi kwa Kante kidogo, natamani Labda ndani ya Kante tunaweza kuwa ama tunaweza kusema kwamba mrithi wa Fabrice Ngoma amepatikana katika eneo la namba nane lile mara nyingi ambalo amekuwa akicheza yeye. Nafikiri kwa namna ambavyo namtazama ni zaidi ya Fabrice Rwamba Ngoma. Kwa sababu Ngoma alikuwa bora sana kwenye namna ya, ya kupiga pasi. Lakini kitu ambacho Alassane Kante iko nacho ni usahihi wa kupiga pasi, lakini pia uwezo wa kuilinda back four. Amekuwa bora sana, kwa hiyo kwangu mimi nafikiri Simba waliona jicho la mbali sana kuachana na Fabrice Ngoma ambaye jiji yake ilikuwa imeenda na kwenda kuleta mbadala ambaye amekuwa sio tu ni bora kwenye kila mchezo, lakini unamuona pale anapopewa nafasi bila kujali, amekuwa apate nafasi, anakuonyesha kitu bora. Kwa hiyo kuna namna pia ambayo inamuia ugumu Yusuph Kagoma kwenye namna ya kwenda kuanza mbele ya Alassane Kante tunakoendea. Kwa nini? Kwa sababu amekuwa mchezaji ambaye ana mambo mengi ndani ya uwanja, atajaribu kumpa mwalimu kile ambacho anakihitaji anafanya kwa uwezo wake. Hawa ndo wale wachezaji ambao hawafungi, si wachezaji ambao wanatoa sana sisi, lakini baada ya dakika tisini ubora wao unabaki kuwa pale pale. Hawa ndo wanakuwa engine ya mpira, kwa maana kuamua nyakati gani ambazo timu inaenda kwa timu pinzani, nyakati gani ambazo tunajilinda, nyakati gani ambazo tuna possess, ndo aina wao wachezaji. Kwa hiyo nafikiri wamepata mchezaji sahihi, wamepata mbadala sahihi wa Fabrice Rwamba Ngoma, kinachobaki sasa ni kuepukana na majeraha kwa sababu majeraha anaweza katoa taswira nzima ya kila ambacho tunakiona kwa baadaye. Kwa kama majeraha yatakuwa ya muandama na mwalimu akaendelea kumpa nafasi, basi inawezekana akaendelea kupata kitu bora zaidi, kwa sababu kwa michezo ambayo amecheza na hiki ambacho anakiofa, nafikiri michezo michache sana, lakini anachokionyesha, anaonyesha uwezo wa hali ya juu. Kwa hiyo inabaki kwa mwalimu namna ambavyo anamtazama uh, mchezaji gani ambaye nitampa nafasi kulingana pia na mechi ambayo anahitaji na habari pia kwa mwalimu. Katika zile mbio ambazo zilikuwa za kuania viungo, tunaweza kusema kwamba viungo hawa wenye majina Kante, Conte, nini, tunaweza kusema kwamba Simba tu wamepiga bao mpaka sasa ya yeah, Simba alifanikiwa na inawezekana <laughs> wakati Ahmed Yali anajitamba uh, inawezekana akuwa na imani kubwa sana, kama Rasani Kante anaweza akamwaminisha kile ambacho alikizungumza lakini hadi hivi sasa sio tu Ahmed Yali anajua kwamba walipigwa bali kila mtu anajua kwamba Yanga waliingia chaka, na hii nakuja baada kuona mchezaji, ambali, achesi, lakini ya kuona mchezaji ambaye alipewa matarajio makubwa sio tu achezi lakini, amepotea hata kwenye ile lamani ya kupewa hata imani ya dakika kadhaa kuweza kucheza. Kwa hiyo nafikiri Simba amefanikiwa kwenye hilo, kwa sababu toka Alassane Kante aaminiwa kupewa nafasi amekuwa akionyesha uh, kwa nini mimi nilistahili kuja kwenye kikosi cha Simba, kwa nini eh, viongozi waliona kwamba na kitu ambacho naweza nikaja kukiongeza kwenye kikosi chao. Kwa hiyo nafkili uh, ni sahihi kabisa kusema kwamba kuna mpenzani ambaye aliingia, kuna chenga ya mwili ambayo mtu alilamba nyasi, alafu watu wakapita hivi <laughs> tumalize na hili kwenye hili hili sakata la Kante, eh, na mchezaji kwa watani wao pale mashabiki wana kipi cha kujifunza kwenye mambo kama haya, wakati yanafanywa yeah, na viongozi? Nafikiri wakati anatajwa uh, Musa Barakonte kwenda Young Africans, sio tu uh, baadhi ya wachambuzi walianza kuzungumza kwamba Simba amepigwa ama, ama, ama amezidiwa keti, lakini kuna baadhi pia hata mashabiki walianza kufa imani ya kuona kwamba wai tumezidiwa, wakati sisi ndio tulikuwa wa kwanza, na hii inakuja baada ya Musa Barakonte yeye ndo alikuwa mchezaji wa kwanza kuonekana. Anaonekana dhidi ya Simba kwa maana ile mechi ya Simba dhidi ya CS ya Facts ye, kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini Alassane Kante si mchezaji ambaye alionekana sana ama hakuwa anapewa matarajio makubwa kwa sababu hakuna ambaye alikuwa anamjua. Simba ndo amemtambulisha. Na mimi nafsi huwa na wausudu sana wachezaji ambao wanakuja bila matarajio makubwa na waweke matarajio makubwa kufanya vizuri ama mwisho huwa anaibuka wachezaji hatari wa sana. Kwa hiyo, uh, nafikiri turudi pale pale kwamba kumsajili mchezaji ni jambo moja na kupata kile ambacho kilikufanya ukamsajili ni jambo lingine. Kwa hiyo Simba hapo ndipo ambapo alikuwa na kufanikiwa. Au kumsajili mchezaji mkubwa sana kwa maana ya jina, ama ambavyo alikuwa anazungumzwa nje ya uwanja, lakini wamemsajili mchezaji mkubwa kwenye matumizi ya kile ambacho uko nacho na kile ambacho anakivuna kutoka kwake. Kwa Mwisho tumaliza na Moses Abraham. Mm-hmm. Eh, sitaki kumwacha hivi, kumwacha, ah. Sitaki kumwacha. Nafikiri